Pana mambo vipi? Hakika ni siku nyingine tena tunaweza kumshukuru Mungu kwa kutujalia kukutana tena na siku ya leo. Tunakwenda kujifunza jinsi tunaweza tukafanya installation ya Studio One 7, uh, toleo la saba ili, na pasipo kupoteza muda tutaenda moja kwa moja kufanya installation ya Studio One 7 na kufanya iwe full activated Yani isiwe katika trial mode. Kitu cha kwanza utakwenda utabonyeza right click, kisha utakuja extract file. Mimi nisiwezi nikafanya tena nita, nita kwa sababu kuna tayari hapa nilishalitengeneza, nitafungua moja kwa moja, kisha nita fanya installation kwa ku double click, nitahesabu hapa fanya kama anavyofanya kisha apata hesabu ya ikishamaliza, kwa sababu hivyo, utabonyeza finish, kisha usifungue studio 15 yako 17 yako. Utaingia pa timueandikwa <coughs> <coughs> uh, ili file limeingia team R2R PreSonus Software manager utaingia hapa uta, uta double click kisha uta install na hii. Ukisha install utafunga. okay, ukishaifunga utakuja hapa kwenye faili hili namba mbili, maana yake studio yenyewe ni hii hapa, lakini utakuja kwenye hii hapa studio uta highlight Uta... open ukisha open, zitakuja hizi folder moja kwa moja. Utakuja kwa sababu tulicho kiingiza ni Studio One seven ukiinstali, uki install, uki uki double click key, au uki land as admini itagoma ukilani as admin itagoma, ukigusa inakubali. Kwa hiyo utacho kifanya we uta, utakuja hapa moja kwa moja kwenye install Magic Studio One 7, uta right click, uta learn as admin, itakuja vile kama ilivyokuja mwanzo, kisha itakuwa studio yako imekamilika. Lakini pia utakuja hii ya chini, pia uta, learn, as admin kisha utafunga. Ukishafunga sasa, utajaribu kuifungua, inatataa, anasema failed renew sub subscription. Wanataka hii iingie renew subscription, iingie baada ya kuinstall hii Manaake ilikuwa inataka hii nayo iingie. Okay. Baada hapo tutakuwa tumemaliza. Baada ya kufanya vile, eh. Utaifungua hii Studio One 7 itaanza kuhesabu, itakuwa imeshakamilika hapo baada ya kugusa zile faili mbili za chini. Okay. Itaskani, kishamaliza kuskani hapo itakuja hivyo. Kwa mara ya kwanza unapofungua Studio One 7 itakuja hivyo. Kisha kama unataka kusoma haya maelezo, utakuwa unabonye... kisha maliza kusoma utabonyeza hivi. Ukibonyeza hizi mbili zinakuletea mpaka mwisho. Kwa hiyo utakuwa unabonyeza moja moja, inakupa maelekezo, inakupa maelekezo jinsi gani hivyo vitu walizokuwekea kwenye interface hapo yeah, vinafanya matumizi yake. Kwa hiyo ukishamaliza kusoma hapa utabonyeza x kisha utaendelea kuifanyia matumizi yako ya hiyo ya mziki ambao unataka kuifanya k okay. Asante kwa siku ya leo, nikukaribishe katika mwendelezo wa masomo haya jinsi ya kufanya installation ya dos na plugins mbalimbali ili kuendelea kujifunza zaidi jinsi ya kufanya installation na kukaribisha uendelee kusubscribe. Kama wewe ni mara yako ya kwanza, subscribe katika chaneli hii na like, share na wengine wapate kujifunza. Asante na kukaribisha siku nyingine.